Maneno haya ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inawezekana na kwenda kutimia mwaka huu kwa sababu alizungumza kwamba kama e, chama chochote hakitosikiliza maoni ya wananchi basi msitegemee kupata ushindi kwenye uchaguzi. Alikuwa na maana kubwa kweli kweli, lakini watu walimpuza, hawakuchukua hatua na kusikiliza maonyo ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ndo hiki kinachokwenda kutokea mwaka huu kwenye uchaguzi huu zidi ya CCM. Wananchi wataki kuisikia CCM tena baada ya mambo mengi kutokea e, katika uchaguzi huu wa mwaka huu na mwanafamilia wa MCD Sports Zone, ni ukumbushe kama ni mara yako ya kwanza e, kuitembelea chaneli hii, usisahau ku subscribe ku like ku share na ku comment, ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanayoendelea kutokea ndani ya andania, Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Karibu na naendelea kupiti chaneli yako pendwa MCD Sports Zone.